Katika kufanya maasia sote ni wapungufu, isipokuwa Mwenyezi Mungu aliowatagua. Sote twateleza hapa na pale, si tatizo. Aa, nieleweni vizuri, sijatoa sija, leseni ya watu kwenda kufanya makosa. Mwenyezi Mungu kama angekuwa ajua sisi hatukosi hangetuwekea mlango wa tauba na istighfar. Kuteleza si tatizo tatizo ni wakati unapoteleza ukakubali nafsi yako ikutengenezee hoja za kuteleza kwako, hapa ndipo tatizo, kwa sababu mwanadamu anapofanya maasia hajatoka katika nafasi ya kurudhi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, maadamu yuwaamini kwamba yale nayoyafanya ni nini? Ni maasia. Hata kama iwaendelea kufanya, shida ni ije nafsi ingie ianze kukuonyesha maasiya yale si maasiya kwako. Na hii ndio tulioambiwa kwenye Suratul Kahf, qul hal unabiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinu aw yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hapo ndipo hatari, na ndio utaona ile mtu afanya madhambi, ukienda ukisema naye akwambie bwana, wallahi nimeteleza bwana, niombee Mungu anisaidie. Kutoka huyo mtarajie mema kwa Mwenyezi Mungu, lakini kunapo zile basi, mambo yote yanayofanywa umeniona mimi tu, hapo sasa huwa tayari aanza kujenga nini misingi ya kulinda maasia yake. Ah, kwani mashekhe hufanya mambo mangapi? Ah, kwani fulani yeye amefanya nini? kwani wewe uniona mimi tu, huvuta bangi mi huvuta bangi, lakini sijamdhuru mtu, sijamdhulumu mtu, watu wamedhulumu watu kiasi gani na na huja ukajenga nafsi hoja hizi uka, kwa sababu hizi huwa wazungumza na nafsi yako kabla hujazungumza na watu. Ukiikinaisha nafsi yako, hapa ndipo hatari ya kuingia kwenye ile sehemu ambayo hakuna nafasi ya kurudi nyuma, na ndiyo madhambi hayatizamwi kwa ukubwa wake yatizamwa kwa hatari ya imani iliyoko nyuma ya yale madhambi.